Ebwana wadau, mambo vipi? show hizi hapa ambazo unaweza kuziona muda huu, show ambazo zinapatikana, unaweza kuja sehemu tulipo na ukapata show vizuri kabisa. Tupo sehemu ambayo inaitwa Buza kituo Abiola a inaitwa Batotos kila siku ya Jumaa na Jumamosi. Ili kufika Batotos Abiola inategemea huko sehemu gani, ukiwa huko maeneo ya Gongo la Mboto, Mbezi, Kimara ambayo unapitia njia ya upande wa airport, eh, unapanda magari yanayokwenda Tandika, lakini ukiwa unatokea upande wa Kariakoo Magala na sehemu nyingine nyingine unaweza ukapanda magari yanayokwenda Buza, wanatokea Ubungo Mwenge na sehemu nyingine nyingine, unapanda magari anaenda Buza, kituo ni ya Biola ba, inaitwa Batotos. Ni night club kila siku juma, kila siku ya Ijumaa na kila siku ya Jumamosi show hizi hapa ndio zinapatikana kiingilio shilingi elfu sita. Lakini pia eh, kwa maelezo zaidi ama kukuelekezwa, piga simu namba hii hapa, na vitu vingine ambavyo utakuwa unahitaji vinavyohusiana na show hii hapa, piga simu namba hii hapa 0695 43 84 73 ipo WhatsApp, lakini pia inapatikana kawaida.